Simba hawapo top 10 ya vilabu bora Afrika. Yanga yashika nafasi ya saba, ambapo imeelezwa kwamba shirika ambalo linahusiana na kuchunguza takwimu za vilabu barani Afrika linajulikana kama IFFHS imetoa orodha ya vilabu bora mia tano duniani kipindi cha mwezi Disemba, mwezi Disemba 2024 hadi mwezi Novemba 30, 2025. Kwa Afrika imewakilishwa na vilabu 30 pekee, ndivyo ambavyo vimeweza kuingia kwenye hiyo orodha, ambapo klabu ya Yanga yenyewe imeshika nafasi ya saba kwa Afrika, lakini imeshika nafasi ya 159 na duniani, huku Simba Sport Club yenyewe ikishika nafasi ya 11 Afrika lakini ikishika nafasi ya 192 duniani, huku timu kama ya Pyramids FC wanaongoza Afrika nafasi ya thelathini duniani. Heshima kwa soka la Afrika, heshima kwa soka la Tanzania huku we takwimu zinaendelea kusogea kwa kuwa taasisi hiyo ambayo inachunguza inatumia idadi ya kwa mwaka mmoja ambao umepita haitumii kwa miaka mitano kama ilivyo ile ambayo inatumika na kafu kafu, wenyewe wao wanatumia ile ya miaka mitano mfululizo ambayo klabu imeweza kushiriki mashindano ya kafu ya aina yote, iwe shirikisho au klabu bingwa. Lakini hii IFFHS yenyewe inatoa orodha kwa muda wa mwaka mmoja kwa, kwa mafanikio ambayo klabu yenyewe imeipata. Hivyo Yanga iliweza kustahili kwa kuwa iliweza kuchukua makombe mengi kutoka huo mwaka e, mpaka sasa. Na Simba Sport Club imestahili kwa hiyo nafasi iliyoshika iliyoshika kumi na moja kwa mjibu wa takwimu za hilo shirika la FF. Lakini ukija kwenye takwimu za kafu wenyewe, Simba inashika nafasi ya tano, Yanga inashika nafasi ya kumi na mbili. Hivyo takwimu hizi zinakinzana kabisa na zile ambazo zinatolewa na kafu kafu wenyewe ambao wanatoa kutokana na, na mwendelezo wa klabu hiyo kwenye